Uh, nitaka kukumbusha, kama unataka kufanikiwa basi epuka kuchukua ushauri kwa watu, epuka kueleza mipango yako watu, hata kama ni mtu wako karibu, hata kama ni rafiki yako sana. Jifunze, jiulize mara mbili, mbili kabla kumwambia swali lako mtu. Akikwambia, ukimwambia kitu akwambia haiwezekani, haimaanishi wewe uwezi. Ameongelea kwa mtazamo wake, ameongelea kwa kikomo chake, kuwa yeye hawezi na si wewe uwezi. Utasikia kufanya kitu fulani kwa nchi yetu ilikuwepo uwezi mnaweza kufanya kitu ah, kwa jamii yetu ilikuepo, haiwezekani. No, wamejiongelea wao sawa. So, fanya wewe. Ukimwangalia huyu mtoto, kama angekuepo hapa, kuna mtu anamwambia hawezi bebi, acha acha, huyu mtoto angeamini. Lakini huyu mtoto, ile neno haiwezekani alikuepo kwenye kichwa chake, sio vocabulary ambayo inazunguka kwenye kichwa chake. Aliendelea kupush, kupush kwa sababu hiyo ideology kusema haiwezekani halikuepo. Same same kwenye maisha, fanya vitu ambavyo wewe mipango yako inataka. Kila mtu ana destiny yake kwenye hii dunia, hakuna kinachoshindikana. Inawezekana hauwezi wewe, lakini kuna mtu anaweza. Inawezekana rafiki yako hawezi, lakini kuna mwingine anaweza. neno kushindikana, hicho kitu hakiwezekani kwenye dunia, kipo. Hata kama wazazi wako, sometimes usichukue ushauri wa kila kitu, kwa sababu kama wangekuwa na maisha wanayotaka wewe, usingekuwa unaingia kutafuta motivation mtandaoni. Maisha wazazi wako wangekuwa motivation. Hawa hawajafanikiwa, wamefata njia fulani, wasikulazimishe waende kwenye njia ile ambayo wanataka wao. No, chukua njia yako, usubiri uh, mtu fulani ya kuencourage do you Okay, itengenezee bahati kukufuatia huko huko, anza kujaribu. Fanya fanya fanya naepuka ku, kuchukua ushauri kwa kila mtu.